Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama. Amma baadu, wapenzi watazamaji wa channel ya Mponda media, karibuni sana katika muendelezo wa darsa zetu, na kumbuka tuliishia katika kuzungumzia sampuli za soum na tukasema soum uh, ina sampuli arbaa Anwaa saumi arbaa, sampuli za saumu tulisema zipo nne. Tukasema kuna, e, kuna funga ya lazima kama kufunga mwezi wa Ramadhani, funga ya kulipa, funga ya nadhiri, hizi ni lazima. Kama funga ya Ramadhani ni lazima kwa ushahidi wa suratu lbaqara aya nambari 183, Allah ametuam, ametuamrisha kufunga kama alivyoamrisha waliopita kabla yetu lakini pia tukasema sampuli ya pili kuna funga aswaumu tatawui aswaumu atatawui, funga za sunna. Na tukasema kuna funga za haramu ambazo zimeharamishwa na Mwenyezi Mungu, alafu kuna funga ambazo ni za makuruhu. Sasa leo tutaizungumzia aswaumu tatawui, funga za sunna. Ndugu zangu ni watazamaji, funga za sunna zipo nyingi. Kasaumi arafa, kama kufunga siku ya arafa, lighairi alhaji, kwa asiyekuwa haji, kwa asiyekuwa alhaji, ni sunna siku ya arafa afunge, sio lazima, lakini ni sunna ambayo ni muakkada, wasaumu al ayami al bayd, al ayami al bidhi na kufunga masiku meupe kadhalika ni katika funga za sunna, na hii ni sampuli ya pili katika sampuli za funga. Funga za masiku meupe ayamulbidhi ni kuanzia mwezi 13, 14 na 15, minkuli shahrin, katika kila mwezi ni sunna kufunga eh, tarehe hizo, tarehe 13, 14 na 15 katika kila mwezi, katika miezi ya Kiislamu na al alayamu sudi wa sawm al alayam asud, na kufunga yale masiku meusi katika kila mwezi kadhalika ni katika funga za sunna. E, kufunga masiku meusi ni tarehe 28 29 na 30 tarehe 28 29 na 30 katika kila mwezi. Pia kufunga masiku hayo ni katika funga za sunna, lakini kadhalika E, wa saumu yaumil ithnaini wal khamisi, na kufunga siku ya Jumatatu na yaumul ithnaini wal khamisi, kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi kadhalika ni katika funga za sunna ambazo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akizifunga. Lakini kadhalika katika funga za sunna, wa saumu sitatu mishawali, na kufunga sita tu Shawali, yani siku, siku sita katika mwezi wa Shawali, yani baada ya mwezi huu wa Ramadhani, kiislamu unaingia mwezi unaitwa Shawal. Katika mwezi huu wa Shawal ni sunna kufunga siku sita na katika Sahihu Muslim, katika hadithi iliyosimuliwa na abu Abu Ayubu Al Ansari radhiyallahu anhu, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema: man swama ramadhana yoyote ambaye ameifunga Ramadhani, ameufunga amefunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, thumma atba'ahu sittan, kisha akazifuatisha na zile siku sita ha, akafunga sunna zile za siku sita e, mishawali katika mwezi wa shawali, yani baada ya mwezi huu wa Ramadhani. Mtume anasema kana kasuyami dahari, atakuwa kama mtu aliyefunga mwaka mzima. Kwa hiyo funga ya E, sita tu mishawali kadhalika ni katika funga za sunna, na ni katika funga ambazo zimekokotezwa, na faida yake kama tulivyoiona, kwa ushahidi wa hadithi iliyopokewa na Muslim na kusimuliwa na Abu Ayubu Al-Ansari, ni kwamba mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani akaukamilisha, kisha akafuatisha sita mishawali, akafunga siku sita zile katika Shawali, mtume anasema kaana kasuyami dahari, ni sawasawa na mtu aliyefunga mwaka mzima kwa hivyo hiyo ni sampuli ya pili ambazo ni funga za tatawui funga za sunna insha Allah taala sehemu ya tatu tutakuja kuzungumzia Sawmul muharrami. Sawmul muharram ambazo ni funga za haram. kuna masiku ndugu yangu mtazamaji ukiyafunga unapata dhambi kabisa wala hupate thawabu ambazo siku hizo insha Allah taala tutakuja